Mambo vipi, this is Konde Boy, Jeshi, the CEO of Konde Gang. Niko hapa kwa address ile, jambo na linahusu mdogo wangu Chinga. Kwanza kabisa nikiri kwamba alinitumia message hingaaki dogauatumia mes aua Konde Gang ndio contract wamfano lizi mbona mnafanyaje? Uh, yeah, contract inasema endapo atataka ku terminate na ku own master kununua ku own master. Kisema master namaanisha catalog the whole entire catalog, nyimbo zote, hata zile ambazo amezifanya na mimi, ili ziwe za kwake lifetime, hizo zinaingiza pesa kwake lifetime, inatokea alipie kuzinunua, hicho kiasi cha ja pesa kilichotajwa kwenye mkataba ambao mdogo wangu alisign 4 years ago, na kampuni ya Konde Music. Uh, ndio ilikuwa ni mazungumzo na yeah. Lakini um, sijui nini kimetokea kwake baadaye, um, akaja kusema on social media kwamba nimemdai uh, kiasi cha bilioni moja. Uh, nikiri kwamba sijamdai kiasi cha bilioni moja na um, nisingependa pesa yangu tena ije kunichafua mwenyewe uh, so, um, I did my best. I wish him all the best Nampenda sana msupporteni sana uh, he independent artist from now on. Nikiwa naongea promoters, mkiwa na show mwiteni fanye pata risk, aisaidie ya familia yake na uh, even though lengo tupate risk wote kama ilivyo mwanzo. As you know, ni biashara na tulikuwa tukijitahidi kwa uwezo wetu kuwekeza kwa uwezo wetu kuwekeza ili kukuza kariera ya msanii ambayo itakuwa ni lifetime na kuchange maisha yake. So far tumshukuru Mungu kwa support yetu tumeweza uh, kufanikisha kwa kwa kwa kuwaletea superstars kadhaa ikiwemo Chinga, Kina Anjera, Killy Chidi walikuwa pokea na Country Boy na wao wote walioondoka hakuja kuwa na matatizo yote na wote wana own master zao na yeah for good and for peace. Namna mtu yote mwenye maana ya kudaiwa. So uh, that's how we live live by lifting each other lakini pia speaking of Basata uh, nilipata mwito na niliomba management yangu niwakilishe ta kujua issue ni nini, kwa sababu sikutegemea, na kwa sababu mazungumzo alizungumza naye na bwana Chinga sikutegemea kama angeza kufika Basata. Baada ya hapo sana alisuluhisha uh, so niliomba management yangu niwakilishe izungumze na viongozi wa uh, Basata kuona wanapataje mwafaka lakini wakaniambia, okay, wanaambia sofa nisingeweza kuyashia sasa hivi, na mimi sikuona haja ya kusuluhisha na mdogo wangu au msanii ambaye nimemtengeneza mimi mwenyewe, na sikuona hiyo haja ya kutengeneza kaki ya sikuona hiyo haja ya kutengeneza sintofahamu na nitaharuka. Uh, so as I said my decision kuhusu aende akafanya mziki wake na make sure mnamsupoti pia, na mwisho kama sikosei spiki na um, Uh, uh, kauli yake ya kusema kwamba nilikuwa nimemwita chumbani nilikuwa sijui nimemwambia amtoe, uh, mama yake mzazi it's sad, na sio kwamba sijui how it's tarnish image, na sio kwamba sijui, kuna baadhi ya watu wanaweza wakaamini kwa ni kweli, lakini sina namna. Mtoto akinyea uh, mkono, huwezi kukata, utafanyaje? Uh, first, nimemwachia Mungu. Second, nimemsamehe na mwisho namwombea mimi sihitaji msamaha wote kutoka kwake. Kiona kuna tija sawa, lakini kiona kama kuna haja ya kuomba msamaha watu walosikia maneno hayo ni sawa, lakini pia ni stahili kuomba msamaha zaidi ni Mwenyezi Mungu. Kwa hiki mpendeza basi kwa wakati wake. Tsha. Naseme sana. Aongee na Mungu wake kwa moyo wake wa dhati kabisa. Naamini itamwongezea baraka zaidi na tafika mbali zaidi kwa upande wangu mimi, Sina shida kabisa na yeye, ni my brother, na si ataende kuwa my brother. Konde gang nyumbani kwake, because Konde gang made him.